Yes, bwana, mambo vipi? Uh, leo ilikuwa siku nzuri pia, nimekimbia kilomita nne. Nilifanya mapumziko ya siku mbili kuhakikisha ninakuwa sawa na kupata relief ya maso, lakini leo nimerudi tena kwenye ni kukimbia. I expect itakuwa ni siku tano nzuri za mazoezi katika wiki hii na kitu kikubwa ambacho unaweza kuzingatia na niliposti hapo juzi au uh, jana kwamba hakikisha unakula vizuri, lakini kula healthy food ili kuhakikisha kwamba unapunguza yani ile faiti ya mwili wako kujenga mwili na faiti ya kupunguza mwili visije vikakutana. Kwa hiyo kama unakula vyakula ambavyo vitakupatia um, sukari zaidi manake uta, gaini zaidi, matokeo yake nguvu ambayo utatumia kufanya mazoezi ili uweze kupungua ndio nguvu ambayo pia unaiweka kwenye chakula kujenga tena mwili. Kwa unaweza usione matokeo ambayo yanaweza akawa ni mazuri. Kwa sample of the uh, food ambazo natumia nilipost pale. Uh, chukua hizo hapo na unaweza kuangalia kwako itafanya vipi. Hiyo imefanya kazi kwangu. Niambie kwenye maoni yako kipi kimefanya vizuri kwako kwenye kuhakikisha kwamba unabaki kuwa na afya njema. Peace.